ekelezaji wa shughuli za TASAFU ni moja ya nyenzo ya kupambana na umasikini. Endelee kuwapongeza sana serikali lakini TASAFU kwa kuyaishi maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendo. Katika awamu hii ya kipindi cha pili cha utekelezaji wa mradi wa TASAFU imejikita sana katika masuala ya kuwezesha kaya kutumia fursa za kukuza uchumi na kuongeza kipato kwa kaya za walengwa pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali za afya, elimu, maji safi na salama pamoja na miundombinu mbalimbali ya kukuza uchumi ngazi ya jamii, ambapo leo hii inajidhihirisha wazi kuwa mradi huu wa ujenzi wa stendi mpya ya mabasi pamoja na maduka ya biashara, miundombinu ambayo itasaidia kukuza uchumi wa kaya pamoja na jamii. Kwa ujumla. Leo mkoa wetu, wilaya yetu na halmashauri yetu tunaenda kuweka historia nyingine mpya ya kuwa na stendi mpya na ya kisasa. Nichukue nafasi hii pia kuipongeza serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi makini na mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea au kuendeleza dhamira ya nchi yetu ya kupunguza umaskini. Mafanikio haya ni umuhimu kwetu mukweto, na hatuna budi kuyalinda. Nitoe rai kwa viongozi na wananchi wote mlioko hapa kuwa mnao jukumu kubwa katika kuhakikisha tunalinda na kuitunza miundombinu ya stendi hii ili iweze kuwa na tija kwa wananchi pamoja na halmashauri kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeondoa kero usafiri na kukosekana sehemu bora ya kupaki magari na sehemu ya kufanyia biashara ndogo ndogo. Hii hatimaye itaongeza kipato cha kaya na jamii kwa ujumla. Na hapa ni kuelekeze mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi, muone umuhimu wa kuchimba kisima hapa, kuongeza upatikanaji wa maji kwa sababu watu watakaokuwa hapa watakuwa kwa idadi kubwa, lazima tuwe na huduma ya uhakika ya upatikanaji wa maji eh. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho mwisho naomba ni kushukuru tena binafsi kwa utayari wako wa kuja kushiriki kuzindua mradi huu wa stendi ili uanze kutumika rasmi. Na nipende kutoa rai kwa halmashauri ya Songea. Uh, waendelee kuilinda miundombinu hii uh, ili uh, vizazi na vizazi uh, waweze kukuta stendi hii ikiwa iko kama ilivyo leo, na iendelee kufanyiwa maboresho kwa sababu uh, kiasi ambacho tumeweza kushirikiana na halmashauri ndio kama unavyoona, lakini nadhani bado inahitaji maboresho zaidi kwa jinsi ambavyo mtaendelea kupata mapato muongeze eneo hili la ambalo mmeweka paving isogee zaidi, na sisi kwa jinsi kadiri miaka inavyoenda, tutaangalia tena namna ya na, na kushirikiana na nyie.